Tume ya huduma za mahakama imewateua wanasheria 15 kuwa majaji wa mahakama ya rufaa humu nchini. Miongoni mwa walioteuliwa baada ya mahojiano yaliyokamilika hapo jana na pamoja na mwenyekiti wa sasa wa halmashauri ya utendakazi wa polisi aipoa IPOA Issack Hassan ambaye pia aliwahi kuhudumu kama mwenyekiti wa tume ya uchaguzi humu nchini. Wakili wa Rais Katwa Kigen na Jaji wa mahakama kuu Chacha Mwita pia ni miongoni mwa 15 walioteuliwa eh, kuchukua nadhifa hizo za kuwa majaji katika mahakama ya rufaa. Wengine ni pamoja na majaji

pamoja na eh, uh, Jaji Lucy Mwihaki Njuguna, Jaji Samson Odhiambo Okongo, wengine ni pamoja na eh, uh, Jaji Steven Anderson Radido Okio, eh, uh, Jaji Rachel Chepkoech Ngetich, wengine ni pamoja na mawakili Brown Murungi Kiararia, uh, Paul Lilan, uh, pamoja na Hakimu Munyao Sila, uh, uh, Wakili Johnson Okotho Kelo na vile vile Hakimu Brian Ongaya. Mengi zaidi kuhusiana na uh, hatua hiyo ambayo imeweza kupendekezwa kwa wao kuweza kuteuliwa ni hapo saa